Ebrahim Rasool ambaye ni balozi wa Afrika Kusini aliyefukuzwa nchini Marekani kutokana na mvutano wa utawala wa Rais Donald Trump na utawala wa serikali yake chini ya Rais Cyril Ramaphosa amerejea nyumbani na kupokelewa kishujaa na umati wa raia wa taifa hilo. Uamuzi wa Rasool kurejea nyumbani baada ya kufukuzwa Marekani ni mwendelezo wa, wa misimamo yake dhidi ya matamko yanayoashiria ukoloni mambo leo na kupingana na kauli zinazoashiria msukumo kutoka mataifa ya nje katika utawala wa nchi huru. Umati wa watu ulijitokeza katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Cape Town siku ya Jumapili kumpokea Ebrahim Rasool na mkewe Rosieda, walipoingia katika jengo hilo la kuwasili. Wakati wanawasili, walihitaji msaada wa walinzi na polisi ili kuweza kupitia ndani ya uwanja wa ndege hiyo, ambapo baadaye alishika kipaza sauti na kuhutubia umati uliomiminika uwanjani hapo kumpokea, na mnukuu Kutangazwa persona non grata kunakusudia kudhalilisha. Lakini unapopokelewa na umati kama huu, kwa upendo kama huu, basi nitavaa hadhi yangu ya persona non grata kama alama ya heshima. Rasool aliwaambia wafuasi wake kwa kutumia kipaza sauti. Haikuwa uamuzi wetu kurudi nyumbani, lakini tunarudi bila majuto, aliongeza Rasool. Mwisho wa kunukuu. Rasool pia alisema kuwa ni muhimu kwa Afrika Kusini kurekebisha uhusiano wake na Marekani baada ya Trump kuiadhibu nchi hiyo na kuishutumu kwa kuchukua msimamo wa kupinga Marekani hata kabla ya uamuzi wa kumfukuza balozi huyo nchini humo. Mwezi uliopita, Trump alitoa agizo la kiutendaji la kusitisha misaada yote ya kifedha kwa Afrika Kusini, akidai kuwa serikali yake inaunga mkono kundi la Kipalestina la Hamas na Irani na kufuata sera za kibaguzi dhidi ya wazungu nchini. Afrika Kusini iliwasilisha kesi katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki icj mnamo Desemba 2023 ikiishutumu Israeli kwa kukiuka majukumu yake chini ya Mkataba wa Kuzuia Mauaji ya Kimbari katika vita vyake dhidi ya Ukanda wa Gaza. Tangu wakati huo, zaidi ya nchi kumi zimejiunga na Afrika Kusini katika kesi hiyo. Na nukuu, hatujaja hapa kusema kuwa sisi ni wapinzani wa Marekani, hatuko hapa kuwataka muache masilahi yetu na Marekani, alisema Rasool. Mwisho wak Hizo zilikuwa kauli zake za kwanza hadharani tangu Trump kumtangaza persona non grata zaidi ya wiki moja iliyopita na kumpokonya kinga na marupurupu ya kidiplomasia na kumpa hadi Ijumaa kuondoka nchini humo. Uamuzi wa kufukuzwa kwa Rasul nchini Marekani ulitangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, ambaye alitangaza uamuzi huo kupitia mtandao wa X akisema kuwa Rasul ni mwanasiasa anayechochea masuala ya rangi, anayechukia Marekani na rais Donald Trump. Ni jambo la nadra sana kwa Marekani kumfukuza balozi wa nchi nyingine. Chapisho la Rubio lilihusisha habari kutoka tovuti ya kiafidhina ya Breitbart ambayo iliripoti kuhusu hotuba ya Rasulu kwenye wavuti iliyoandikwa na taasisi fikra ya Afrika Kusini. Katika hotuba yake, Rasulu alizungumzia kwa mtazamo wa kitaaluma kuhusu jinsi utawala wa rais Trump ulivyoshambulia programu za utofauti na usawa, uhamiaji na kutaja uwezekano wa Marekani ambapo wazungu hawakuwa tena kwa wingi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo.